Maji ya TBC, karibu katika awamu ya pili ya dondoo za magazeti kwa mukhtasari, uweze kuona vichwa vya habari vya magazeti ya leo vimeweza kuandika habari gani ya Machi 15, 2016 mm, kanoni na gazeti la habari leo likisomeka watuhumiwa 50 wizi wa magari wanaswa. Pia yamo magari 24 yaliyoibwa kwa watu mbalimbali mbali husafirishwa hadi Mwanza, Geita, Shinyanga Ufichwa. Habari ikiendelea zaidi eh, katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, vigogo watatu kampuni hodhi ya reli kizimbani. Habari hiyo ikiambatana na picha ikiwaonyesha aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni hodhi ya rasilimali za reli Tanzania Raco, Benhadi Tito na wenzake Kanji Mwenye Juma na Emmanuel Masawe akiwa katika mahakama ya kimu mkazi Kisutu Dar es salam hapo jana wengi wampongeza Magufuli uteuzi wa marasi. Habari nayo ikiendelea zaidi katika ukurasa wa pili gazeti la Uhuru eh, serikali ya charuka yawatimua wahamiaji waliovamia ranchi ya, wa ranch ya Misenyi ni wale wanaotoka Uganda, Rwanda na Burundi. Yaagiza ifanyike sensa ya kuwabaini na kuwarudisha kwao. Watendaji wenye viti wa vijiji wapewa onyo kali. Habari ya vigogo wa warako kortini, na ikiwa katika gazeti hili la Uhuru, na vinara hamsini wa wizi wa magari wamenaswa. Uh, da na habari picha gazeti la Uhuru likimwonyesha rais Dr. John Magufuli akiagana na makamu wa rais wa kampuni ya Total Africa Mashariki Javi Riel baada ya mazungumzo yao ikulu Dar es Salaam hapo jana gazeti la Mtanzania lenye habari kubwa ikisomeka siri ya Maalim Sefu kuishi hotelini. Da na mnyukano kesi ya Wenje Kafulila. Gazeti la Majira lenyewe likiwa na habari uteuzi wakuu wa mikoa. CUF ya Ponda yadai wengi makada, lengo ni CCM kujipanga elfu mbili na ishirini. Malawi yateketeza tani 2.6 meno ya tembo kutoka Zanzibar, gazeti la jambo leo lenyewe likiandika uteuzi wakuu wa mikoa agumzo na habari nyingine, Magufuli awapunguzia ulinzi marais wastaafu. Gazeti la raia Tanzania, afya ya maalim yazua hofu da, madaktari hindumanda wabaini matatizo zaidi, TANESCO kuachana na Agreco, serikali kubanwa kuhamia Dodoma. Ndivyo navyoandika gazeti hili la uh, raia Tanzania, katika kurasa basi za michezo na burudani, gazeti la bingwa mahususi kabisa kwa habari hizo. Dakika mia sita thelathini za ubingwa Simba, lakini Pluim ampa mtihani mzito. Manji asema akiweza huo Al Ahli wamekwisha. Mario Gotezi awaweka mkao wa kula Man United na Liverpool na gazeti hili la raia Tanzania kurasa za michezo likiandika: Yanga mazoezini e, pia ra kutua kesho kutwa. Samata azidi kung'ara. Kocha Simba akubali ukuta wa Prisons. E, jambo leo lenye linaandika Samata amsha wazungu Belgiji. E, na ikiwa na habari picha hapa mshambuliaji Mbwana Samata wa timu ya Jenki akipambana na mchezaji wa timu pinzani ya KV ostende katika mchezo wa ligi kuu ya Ubelgiji uliopigwa juzi. Mayanja aivulia kofia Prisons. Majira, TFF yampa heshima Tenga habari za Mayanja eh, asema mchezo wetu na prisons ulikuwa mgumu. Tanzania uh, kiungo yanga adakwa na maofisa uhamiaji. Hal yasema Simba Yanga zinanipa changamoto na gazeti la Uhuru uh, nalo likiwa na habari za Mayanja, lakini venga azomewa Arsenal na uh, gazeti la Habari Leo lenyewe likiwa na habari ya Yanga kamili kambini, uh, habari vile vile ya Mayanja akunwa na kikosi chake. Ndivyo wanavyoandika magazeti haya uh, ya leo katika kurasa zake za mwisho hizi za michezo na burudani.